Solomoni anaandika katika Mithali sura ya 24 na, na mstari wa 25 kwamba wale wanaokemea waovu watapata thawabu. Kwa maana huenda wasipewe thawabu na wale wanaowakemea, lakini Mungu atawapa thawabu kwa kusimama kwa ujasiri kwa ajili ya ukweli. Bila shaka manabii Elisha na Elisha walipokea thawabu kubwa walipothibitisha tena na tena kwamba Mungu ndiye Mungu wa kweli na aliye hai na sasa hapa leo tuko katika mbili wa falme tatu na nne ambapo Elisha atafanya miujiza kadhaa zaidi anaposimama kwa ajili ya Mungu. Mfalme Ahazia, mwana wa mfalme mwovu Ahabu, amekufa baada ya kutawala kwa miaka miwili tu, na sasa Yehoramu, mwana mwingine wa Ahabu, anachukua kiti cha enzi cha Israeli. Sura ya tatu aya ya mbili inatuambia kwamba kama baba yake na kaka yake mkubwa, Yehoramu alifanya Yaliyo maovu machoni pa Bwana. Yehoramu anakabiliana mara moja na uasi wa Wamoabi ambao ulianza wakati wa utawala wa kaka yake. Na tunaambiwa hapa katika aya ya nne kwamba Wamoabi walikuwa wakilipa kodi kwa Israeli kwa njia ya wanakondoo na sufu, lakini sasa wameacha kulipa hiyo. Na bila shaka Yehoramu anahamasisha jeshi lake kushambulia. Yeye si peke yake anaungana na mfalme Yehoramu wa Yuda, na mfalme mfalme wa wa Yuda Edomu. Inaonekana wanataka pia kukomesha uasi huu wa Wamoabi. Basi wanapokaribia Moabu kutoka Edomu, wanakutana na tatizo kubwa. Aya ya 9 inatuambia hapa hapa kuwa na maji kwa jeshi au kwa wanyama waliowafuata. Sasa hatujaambiwa kwa nini, lakini Yehoramu anadhani Bwana yuko nyuma ya tatizo hili. Kwa hiyo Yehoramu na wafalme wengine wawili wanashuka kuzungumza na Elisha, lakini Elisha hawavutiwi nao. Kwa kweli anamkemea Yehoramu hapa katika aya ya kumi na tatu, akamwambia, nina nini nawe? Nenda kwa manabii wa baba yako na kwa manabii wa mama yako. Kwa maneno mengine, nenda waulize miungu yote ya uongo ambayo baba yako na mama yako, Ahabu na Yezebeli, wanapenda sana anasema hapa katika aya ya kumi na nne, kama si kwa sababu ya kumheshimu Yehoshafati mfalme wa Yuda, nisingekutazama Yehoramu wala kuchukua muda kukutazama. Zungumzia ujasiri mbele ya mfalme huyu mwovu! Basi Elisha anatoa ahadi kutoka kwa Mungu kwamba siku inayofuata Mungu atatuma kwa miujiza mto wa maji kujaza kijito hiki kikavu kilicho karibu maandishi yanaweza kuonyesha kwamba mabwawa au mitaro inapaswa kuchimbwa sasa na watu wa mfalme, na yatashikilia maji yote ya ziada. Hata hivyo, Elisha anaweka wazi kwamba Mungu hatatuma maji kwa njia ya mvua au upepo, bali kwa kujaza mitaro hii na maji hayo. Yatatokea sasa hivi, yatakimbia kwa miujiza kama wimbi fulani. Elisha pia anawaahidi kwamba Bwana atawatia Moabu mikononi mwao. Basi asubuhi inayofuata wimbi hilo la maji linakuja kwa kasi, na mwangaza wa jua la asubuhi ukipiga juu ya maji haya, yanaonekana kuwa mekundu na kutoka mbali, adui jeshi la Wamoabu linadhani ni damu na wanaitafsiri kuwa inamaanisha hivyo: majeshi ya Israeli na Edomu yamegeukiana na umwagaji wao wa damu umefanya maji kuwa mekundu. Kwa hivyo wanakimbia, welekea kwenye kambi, wanafikiri watachukua nyara zote, lakini wanashangaa wanapofika, huko kuna jeshi lililo hai likiwangojea, na wanashindwa kabisa. Sasa tunaambiwa hapa katika mstari wa 26 kwamba mfalme wa Wamoabu, ambaye amejificha ndani ya mji, anagundua kuwa yuko karibu kukamatwa, na kwa kukata tamaa, anatoa kafara mwanawe wa kwanza, mrithi wa kiti cha enzi, kama sadaka kwa mungu wake Kemoshi. Kwa kweli, mstari wa 27 unatueleza kwamba kufuatia kitendo hiki cha kutisha juu ya ukuta wa mji, Biblia inasema kulikuja ghadhabu kubwa dhidi ya Israeli na wakajiondoa kutoka kwake na kurudi katika nchi yao. Sasa kwa kweli hatujui ni nini hasa ghadhabu hii kubwa iliyomaliza vita. Wengine wanaamini Israeli walishangazwa sana na kafara hii ya kibinadamu kiasi kwamba waliacha kupigana na kurudi nyumbani. Wengine wanaamini kwamba baada ya kushuhudia hili, askari wa Israeli walipigwa na hatia Wakuruhusu kafara ya watoto katika nchi yao wenyewe. Wengine wanaamini kwamba Mungu aliruhusu aina fulani ya nguvu za kishetani kusimamisha vita. Hatujui hasa. Inafurahisha kwamba wanakiolojia wamegundua kile wanachokiita jiwe la Moabu katika nchi hii ambapo Misha, mfalme wa Moabu, aliandika toleo lake mwenyewe la vita hivi. Na anadai kuendelea kuishi kwa msaada wa Mungu wake Kemoshi. Kweli jambo moja ni hakika, wapendwa. Israeli, Yuda na Edomu wameona rehema na nguvu za Mungu katika kutoa maji haya waliohitaji sana, na pia wameona kina cha ibada ya sanamu na upotovu katika mfalme huyu wa Moabu ambaye alitoa kafara mwanawe mwenyewe ili kuendelea kuishi. Sasa hapa katika sura ya nne tuna mfululizo wa miujiza iliyofanywa na haifanywi kwenye jukwaa la kitaifa lakini kwenye jukwaa la kibinafsi, mbele ya watu binafsi na familia. Aya ya moja ina rekodi sasa, mke wa mmoja wa wana wa manabii alimlilia Elisha, mtumishi wako mume wangu amekufa, na mkopeshaji amekuja kuchukua watoto wangu wawili kuwa watumwa wake. Sasa kwa kuwa mume wake ameondoka, hana njia ya kujikimu. Wanawe wako hatarini kuwekwa kazini na huyu mkopeshaji hadi madeni yake yalipwe. Kwa hiyo Elisha anakuja, na katika aya ya tatu anamwambia akope vyombo vitupu kutoka kwa majirani zake na anze kumimina mafuta kutoka kwenye chupa yake ya mafuta kwenye vyombo hivi vitupu, na anapofanya hivyo mafuta yanaendelea kumiminika hadi vyombo vyote vimejaa sasa anaweza kuuza mafuta, anaweza kulipa madeni yake, anaweza kuweka familia yake pamoja. Sasa kisha hapa katika aya ya nane tunaambiwa kuhusu wanandoa matajiri wanaoishi katika kijiji cha Shunem katika bonde la Yezreeli. Wanajenga sehemu ya ziada kwenye nyumba yao na ni chumba kizuri ambapo Elisha anaweza kukaa kila anapopita. Kwa kweli hii ingekuwa hoteli ya nyota tano katika ulimwengu wa leo. Basi Elisha anamuuliza msaidizi wake Gehazi wanaweza kufanya nini sasa kumshukuru wanandoa hawa, na Gehazi anasema hapa katika aya ya 14 kweli ana mwana na mume wake ni mzee. Kwa hivyo Elisha anamuita mwanamke huyu mbele na kumwahidi kwamba atapata mwana ndani ya mwaka mmoja, na kweli anapata kama vile Elisha alivyomwahidi. Basi songa hadi hapa katika aya ya18 kijana huyu sasa amekua, lakini kisha ghafla siku moja anapata maumivu makali ya kichwa bila sababu ya kueleweka. Yuko shambani na baba yake na muda mfupi baadaye anakufa. Basi mwanamke huyu mara moja akaenda kumtafuta Elisha, alirudi naye na hapa katika aya ya 34, 34 tunasoma kwamba anamfufua mwanawe kwa miujiza kutoka kwa wafu. Sasa hatujamaliza. Baada ya muda Elisha anarudi Gilgali na kuna jamii ya manabii pale. Ni wakati wa njaa. Mmoja wa manabii anakusanya mimea na maboga ya porini kutengeneza sufuria ya mchuzi. Ni aina ile unajua ambapo unachanganya kila kitu kwenye sufuria na kutumaini bora zaidi. Aya ya 40 inarekodi kwamba walipoionja walipiga kelele, kuna kifo kwenye sufuria. Hivyo ndivyo watu wangesema ikiwa wangekula chakula changu. Basi kuna kitu kwenye sufuria hii hapa, dhahiri, ambacho ni sumu. Na Elisha katika aya ya 41 anasafisha chakula kwa muujiza ili manabii wote waweze kula. Kuna muujiza mmoja wa mwisho uliorekodiwa hapa katika sura ya 4 na huu ni wakati Elisha anapoongeza mikate ishirini ya shairi na masuke ya nafaka ili kulisha wanaume mia moja Aya ya arobaini na nne inatuambia kwamba wote walikula na wakabaki na baadhi, yaani mabaki, kulingana na neno la Bwana. Sasa hiyo inasikika kama kitu kinachofahamika, sivyo? Oh, acha nikuambie, ni kweli. Miujiza hii inatangulia maonyesho ya miujiza ya Masia. Anayekuja atafanya nini? Atawalisha umati kwa chakula kilichobaki, atawajali maskini mjane,